Disemba 17 mwaka elfu moja mia tisa thelathini na sita George Mario Bergoglio alizaliwa huko Buenos Aires kwa mhasibu na mama wa nyumbani kutoka kwa familia ya wahamiaji wa Italia. Septemba 21 mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tatu anapokea wito wa kuwa padri. Mwaka 1957 anafanyiwa upasuaji wa kuondoa sehemu ya pafu lake. Machi 11 mwaka 1958 baada ya kusoma uhandisi wa kemikali katika chuo kikuu anajiunga na vuguvugu kajisuit vugu kama mwanafunzi. Disemba 13 mwaka 1969 alitawazwa kuwa padhre na Julai 31 mwaka 1973 anakuwa kiongozi wa wejisuit wa Argentina, nafasi ambayo alihudumu kwa miaka sita. Februari 28 mwaka 1998 aliteuli wa kuwa askofu mkuu mteule wa Buenos Aires kabla ya Februari 21 mwaka 2001 kufanywa kuwa kardinali na Papa John Paul wa pili. Machi 13 mwaka 2013 alichaguliwa kuwa Papa wa 266 baada ya mtangulizi wake Benedict wa 16 kujiuzulu. Julai 4 mwaka 2021 alifanyiwa upasuaji wa utumbo mpana na kulazwa kwa siku kumi kabla ya kurejea tena hospitali Machi 29 mwaka 2023 kwa matatizo ya mfumo wa upumuaji. Juni 7 mwaka 2023 alilazwa hospitalini kwa upasuaji wa ngiri na kukaa kwa siku tisa kabla ya kurejea tena Februari 14 mwaka 2025 kwa ugonjwa wa nimonia ambao umepelekea kifo chake.